Mara, chini ya mkuu wa mkoa lakini pia kwa kushirikiana na katibu tawala wa mkoa, tulipokea taarifa ya mvua kubwa iliyopelekea majanga ikiwa ni pamoja na kuteketeza baadhi ya makazi baadhi ya maarazi ya wananchi. Janga hilo lilipelekea wananchi kupoteza vitu vyao vingi, akiwemo majengo, lakini pia vyakula na vifaa vya ndani. Baada ya taarifa hiyo, tumeguswa na hatimaye tukaonelea ya kwamba tutoe mchango wetu. Hii ni fursa kubwa kwa wakazi wa mkoa wa Mara, Mara lakini pia wa Tanzania wote ya kwamba serikali imeweka mazingira bora, pamoja na kwamba tunatambua jukumu la maisha ya mtu ni la maisha ni la kwake yeye mwenyewe, lakini msisahau ya kwamba watu tunamiliki uhai kali na ndio maana imetokea hamasa kwa viongozi kwa ngazi zote mkoa na wilaya pia kuhamasisha wadau mbalimbali mbali kushiriki kuchangia ili kuweza kuwanusuru wahanga. Sasa sisi mimi kama, kama mdau na taasisi yetu ya Dr. Wilson Mkama Foundation tumeonelea kuchangia magodoro thelathini. Uh, kwanza nitumie fursa hii Uh, kushukuru sana uh, taasisi ya Dr. Wilson Mkama uh, Foundation kwa kuwiwa na kuguswa na changamoto ambayo iliyowagusa wananchi wa Musoma. Na uh, hii changamoto uh, ni kubwa ambapo wananchi wengi wameweza kuezuliwa nyumba zao, baadhi yao wamekua hawa, wamekosa makazi.